Bwana wetu Yesu Kristo anazungumza hapo katika kitabu cha Yohana sura ya kumi mstari wa ishirini na saba anasema kondoo wangu huisikia sauti yangu mimi nawajua na, na wao hunifuata. Yoyote aliyefanya kuwa ni mwanafunzi au mfuasi wa Yesu Kristo lazima awe na sifa hii kubwa, sifa ya kuijua sauti ya master, sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo sisi ambao tumefanya kuwa ni wana wa Mungu lazima tuijue sauti ya Muumba wetu, sauti ya Baba yetu aliyetuzaa katika ona kweli kwa maana tume Paulo anaandika kwenye kitabu cha Korintho wa pili sura ya tano mstari wa saba kwa maana tunaenenda sio kwa kuona, tunaenenda kwa imani, na imani huja kwa kusikia, kusikia sauti ya Mungu, kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo kama tumefanya kuwa ni wana wa Mungu wafuasi na wanafunzi wa Yesu Kristo, hatutaweza kuenenda sawasawa, hatutaweza kufika kule ambapo Mungu anataka situfike, tufike kama tuijui sauti ya baba yetu, sauti ya master Yesu Kristo. Kitu kikubwa ambacho kanisa au mwili wa Kristo unapaswa leo kuwa nacho ni kuomba kipawa cha kupambanua roho, kipawa cha kubaini na kujua katika ulimwengu wa roho ni ipi iliyo sauti ya Mungu iwe ni katika vision maono ya wazi na maono yalifungwa, iwe katika ndoto, iwe katika sauti ya ndani. Sauti yote ile ambayo inakuja, iwe ni katika lugha ya picha au sauti ya kusikika, lazima tujue na kupambanua, tujue kwamba hii ni akili yetu, tujue kwamba hii inatokana na Mungu wa kweli au sauti ya shetani. Maana kuna wakati ambapo hata akili ya wanadamu inazungumza mawazo, kuna wakati shetani pia anapandikiza sauti yake ndani ya watu na kuna wakati ambapo Mungu anazungumza na watu. Kwa hiyo sauti ya adui waga siku zote inamtoa mtu na kumweka mbali na uwepo wa Mungu. Tunaona Adamu wa kwanza alipokuwa ameumbwa na kuwekwa katika bustani ya Eden kwenye uwepo wa Mungu, siku ambao aliacha kuisikia sauti ya Mungu na kuitii, akasikia sauti nyingine na kuifuata, ndio wakati ambapo alipowekwa mbali na uwepo wa Mungu, akatolewa katika bustani ya yeah, yeah. Kwa hiyo sauti ya Mungu inamweka mtu karibu na uwepo wa Mungu. Sauti nyingine ikiwemo na akili ya mwanadamu na sauti ya giza inamtoa mtu mbali na uwepo wa Mungu. Kitu ambacho kinafanya watu leo waangaike katika kuhusiana na Mungu, iwe katika kumtafakari Mungu, kusoma iwe katika kufanya ibada, kuabudu ni kuto kuijua sauti ya Mungu haswa na kuto kufuata maelekezo Mungu anayotoa Mungu anahusiana ana na mtu ana, ana interact na mtu kupitia roho wake aliyoko ndani ya huyu mtu, yule roho wa Kristo, roho wa Mungu aliyetabanako, aliyefanya makao ndani ya mtu, ndiyo anamwezesha mtu aweze kuabudu katika roho na kweli, ndio anamwezesha mtu aweze kuimba katika roho na kweli, ndiyo anamwezesha mtu kuweze kuyajua na kuyapambanua ni ipi iliyo sauti ya Mungu, ni yapi yaliyo mapenzi na siri za ufalme wa Mungu. Hata maarifa na ufahamu wa Mungu hatuwezi kuyajua nje ya kufunuliwa na huyo Roho Mtakatifu, kwa maana akili ya mwanadamu wa kawaida haiwezi kujua wala kupambanua mambo ya siri, mambo ya Mungu, ya ufalme wa Mungu. Tunasema dini ni, ni ni mtazamo, ile religion mentality ni mtazamo wa akili ya mtu kutaka kusema kwamba nikifanya hivi basi nitampendeza Mungu, nikifanya vile nitampendeza Mungu. Hiyo ndiyo dini. na na kuabudu katika roho na kweli, au kuhusiana na Mungu katika roho na kweli, ni akili ya Mungu ndani ya mtu, ndani ya muumini. Roho wa Mungu ndio anamwezesha huyo mtu kupitia ile mindset ya Mungu, akili ya Mungu, huyo mtu aweze kufellowship, fellowship, aweze kumpendeza Mungu. Akili ya dini haiwezi kumpendeza Mungu, kwa maana akili ya dini inatokana na ubunifu namna mwanadamu anavyowaza, inatokana na mavumbuzi ambayo sio inspiration ya Roho Mtakatifu. Ndio maana cult nyingi zinazoanza makusanyiko ya, ya ya watu ambao wanasemekana wana, wana, wana mabudu Mungu, lakini sio Mungu wa kweli na sio katika roho ya kweli. Hizi cult nyingi zinapoanza ni kwa sababu ya mambo matatu ya msingi. Jambo la kwanza ni kushindwa kuinterpret, kutafasiri bibilia vizuri kama vile Roho Mungu anavyokusudia. Kushindwa kuleta tafasiri ya Biblia au maandiko na kuleta mavumbuzi mingine au tafasiri nyingine au kuongezea tafasiri ndani ya andiko ndio inavumbua hizi cult. Watu wanakuwa na dini ambazo, uh, sio Mungu ameelekeza wala sio Mungu amesema kitu kingine ki ni, ni ni maono ambayo hayatokani na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kuwa inspired na roho nyingine. Shetani pia anaweza akakupa mtu maono. Sasa kama we ni mfuasi wa Mungu, mfuasi wa Kristo Yesu na uweze kupambanua ipi sauti ya mwizi na ipi sauti ya Master, Yesu Kristo, waweza kufata sauti nyingine na ukajikuta unatumikia kitu kingine. Kumtumikia Mungu hakutokani na, na, na sheria wala masharti fulani. Ndio maana kwenye mazungumzo ya Yesu Kristo na yule mwanamke Msamaria kwenye kitabu cha Yohana sura ya nne yule mwanamke wa Samaria anasema, baba zetu wanaabudu kule Samaria na nyinyi mnasema kwa Mungu anaabudiwa anaabudiwa katika milima ile kule Yerusalemu. Yesu akamwambia, saa inakuja. Alikuwa anazungumzia ile saa ya yeye kuja hapa duniani uh, saa ya yeye kuutoa uhai wake na kuutoa uhai wake ile saa ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, kwamba ile ahadi ya baba itakapokuja duniani kama manabii walivyotabiri Isaya, Ezekiel, Yeremia, Uh, Yoeli kwamba ahadi ya baba ujazo Roho Mtakatifu utapokuja, alikuwa anazungumza saa itakapokuja, ni saa ya yule Roho wa Mungu atapofanya makao ndani ya mwamini, watu watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Anasema Baba anawatafuta watu kama hao, ili waabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo kila itopo leo, Roho wa Mungu anatafuta nafsi za watu ambazo zitakaomsikia, zitakazoongozwa na roho wake ndani yake na sio akili ya mwanadamu katika kuhusiana na Mungu. Yesu Kristo, sababu kubwa ya yeye kuja duniani, sababu kubwa ya Mungu ambaye ni roho, Mungu ambaye ni neno ya kuvaa mwili, ilikuwa ni kuja kurejesha yale mahusiano yaliyopotea ya kati ya mwanadamu Adamu wa kwanza na Mungu. Yesu Kristo akiwa kama ni Adamu wa mwisho alikuja kurejesha, kureconcile, kurejesha mahusiano kuwaweka karibu wale waliokuwa mbali waliofarakana na Mungu. Kwa hiyo, kwa amekuja kupatanisha kwa roho mmoja kupatanisha. Ndio maana sema Yesu Kristo ndio njia. Kwa Efeso 2 inasema katika yeye huyo, katika ye huyo leo tumemkaribia Baba, tunafanya ibada katika roho mmoja, kwa roho mmoja. Kwa roho Mtakatifu ndio anatuwezesha sisi kuhusiana na Mungu. Nje ya roho Mtakatifu tutatumia akili zetu, na hiyo ndio inakuwa ni cult inakuwa ni religion mentality nini, ni akili au ni ufahamu wa kidini usiotokana na Mungu. Mungu akubariki kote ulipo, neema ya Mungu ikakupe kupambanua na kujua ni ipi ile sauti ya Mungu, ni ipi iliyo akili yako na ipi iliyo sauti ya shetani ibelesi. Mungu akubariki sana. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Massawe, nakupenda sana Shalom.